Aliyepo mbele yenu ndiye mwanaume aliyazidi wanaume wote, kipenzi cha moyo wangu, my sweetheart, mume wangu mtarajiwa anaitwa Pascal Joachim Mgaga. Mume wangu mtarajiwa, nimekuandalia zawadi, nimekuandalia zawadi ya saa na kukabidhi saa hii. Tutakavyokuwa kwenye ndoa, naomba ujue, wakati wa kurudi nyumbani, wakati wa kwenda kazini, kutenga muda kwa ajili ya familia yako na sio kwa sababu tumeungana ukasahau kwenda kuwasalimia wazazi wako, na pia kwenda kusalimia wazazi wetu ambao ni wazazi wangu. Nimekuandalia zawadi nyingine, hii hapa, nimeifunga kwenye boksi hii. Ukirudi nyumbani, utaenda kufungua, utajua nimekuandalia nini. Maana kubwa ya kukuandalia hii zawadi, maisha yetu ya ndani Mipango yetu iwe siri, ikitoka nje ni mafanikio kama hichi kibox. Kilichonishawishi upole wako na heshima yako. Wazazi wangu wamekusifia sana. Nimekunulia na mkanda, naomba utakapokuwa unaondoka asubuhi kwenda kazini, nitakapokuvalisha mkanda huu mimi ndo nije nivue utakaporudi kazini.